A, asante watu, tunaomba tusogee nyuma kidogo, tunaomba tusogee nyuma kidogo ili tuwai. Hali ya hewa sio nzuri na muda. Chungaji, kuna kitu chako hapa. Viongozi mkae hapa, tusogee nyuma kidogo, tusogee nyuma kidogo tujipange vizuri watumishi, kuna viki venu upande huu watumishi, kuna viki upande huu. Viongozi wao watakaa hapa mbele, lakini pia kuna chombo hawa hapa, yeyote mwenye sadaka wakati anapita hapa ataweka hapa. Karibu sana. kuna mtu ana jambo au wana dukuduku lolote dhidi ya mtumishi dhidi ya huduma au kwa jambo lolote lile, basi hatua hizo zifuatwe kupata haki, na sio kutumia silaha au kutumia nguvu zetu za mkononi kwa kuwazuru watu wengine. Nchi si yetu hii, ni amani, tuidumishe amani yetu, tuishi kwa watumishi. Na tuomba mkae huku, watakaa viongozi wa kata na wale msafa na msafara, naukutuhudi nyuma kidogo ni ktenafasiazihachauakamila kunaongoa